Miongoni mwa mashauri yanayoendelea kusikilizwa ni kesi ya Najim Abdallah Mohamed inayohusisha kilogram 882.78 za heroin na kilogram 2167.29 za methamphetamine. Aidha, yapo mashauri yaliyokwisha kutolewa hukumu ikiwemo kesi ya Hassan Azizi aliyepatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo cha maisha, Salum Shaaban Mpangula aliyehukumiwa kifungo cha maisha,